Mtazamaji wa Mnyasa Media, leo ni leo, ndani ya dimba la Benjamin Mkapa, mnyama Simba dhidi ya watani zao watanizao Young Africans eh, kwenye mchezo wa ngao ya jamii. Leo tutajua nani ana kikosi kizuri, nani anakwenda kuanza msimu vizuri eh, kwenye mchezo huu muhimu kabisa e, wa ngao ya jamii. Niko na mzee wa kunyosha shabiki e, wa Young Africans naenda kuzungumzana na masuala mengi kule kwa ya michezo kuelekea e, mchezo huu wa dabi e, ya Kariakoo kwa Simba dhidi ya Yanga ambao wanaenda kupigwa hii leo ndani ya dimba la Benjamin Mkapa. Mwisho wa tambo zote ambazo e, tulikuwa tukisikia kabla ya mchezo huu kwamba wengine wanakwenda kupiga kichwani tu, lakini wengine wanaenda kuonyesha ubaya bwe la season tu leo hii ndani ya dimba la Benjamin Mkapa. Ungana nami mpaka mwisho upate kilicho Andaliwa nasi hapa Mnyasa Media. Bwana, mambo vipi? Mambo? Eh bwana, leo ni ubaya ubwela ama tunapiga kichwani tu ndani na dimba la Benjamin Mkapa, kwa maana ya Simba dhidi ya Yanga? kuna ndoto gani hiyo tena? kuna ndoto mwanangu, imekuja manake, leo tunakufa goli mbili bila. Ah, bwana eh, ee. Kabisa. Yanga Afrika sana mnakufa. Yaani yaani ni ukitaka, mpaka manake, na wachezaji manake, nataka nikutajie kabisa ambao wanaotua leo. Yaani hiyo ndoto manake ni mpaka naamka, ni asubuhi, yaani ile ni kinyonge kabisa. Unajua nimeshindwa kuvaa jezi. Acha masara bwana. Eh, nimeshindwa kuvaa jezi. Kweli jezi leo hujavaa bwana. Nimeshindwa marangu, nimeshindwa ni nimeshika hivi jezi nikaona da. Hii ndoto unaona kama vile ni kweli kabisa, inaenda manake, inatimia goli mbili, mbili yani. Kwa hiyo leo mnyama Simba anaibuka na ushindi ndani ya dimba la Benjamin Mkapa yani, nilishakwambia kabisa ni yani, Simba hawezi kukubali kufungwa mara sita hawezi kukubali yani, na ndoto mimi mwaga nikiotaka ni kweli, maana yake nilikwambia Simba itafika fainali, umeshaona inaelezekana itachukua ubingwa lakini imefika fainali mm. Si nilisha kwambia hiyo, ulisema kipindi kile ya yeah, mm. Yani mimi mwaga ndoto wangu nikiota waga, maana yake ni uwe, maana yake nielekezea, maana yake iko ni ukweli kabisa, nimeziona tunakula chuma mbili mfungaji kibudi na goli zote mbili anafunga kivuli. Ah, ai bwana, ya kweli ai bwana. Ndio nakwambia wewe shikilie hiyo receipt wewe shikilie tu. Yaani hivyo ni maana yake. Ndio maana unanyona hapa nilipa nilipo mnyonge kweli. Yaani mnyongea kweli kweli yani. Kwa leo mnyama Simba anaibuka na ushindi kabisa yani. Yaani asilimia ni yani zote yani. Lakini sali kama anasema leo mnapiga kichwani tu bwana. Eh, ni slogan gani? Slogan gani siku zote si lazima maana yake useme maana yake lazima unapigwa. Utasema unapigwa si lazima useme manake unampiga mtu mm. Mimi naongea manake kwa kunyoka hivi manake kwa namna jinsi ambavyo nilivyoona na namna jinsi nilivyoangalia kikosi cha Simba, namna nilivyoangalia kikosi chetu naona kabisa ni kuwa manake hii mechi kwetu inakuwa ngumu. naona kabisa kwa sababu hii hapa hii leo mm. Simba hawezi kukubali kupigwa mara sita mfululizo, kitakuwa ni kitu ambacho kigumu sana na kama kweli kama itatokea Simba atafungwa mara sita mfululizo mm. Ba, basi mimi nafikiri saizi hapa sitakaa kuizungumzia Simba tena. Maana yake huwezi tena kukaa chini kuizungumzia klabu ya Simba. Eh, kabisa ni kwa sababu nitaona kabisa kwa maana yake Simba wanashindwa wa, maana yake kuendeleza utani na jadi. Unajua ngoja nikwambie mtangazaji. Huu utani na jadi unanoga gani? Tukiwa tunabamizana, tunabamizana, tunabamizana ni zamu kwa zamu. Lakini kama mtu anashinda tu mtu mmoja tu anashinda tu mtu mmoja Ah, la, sasa unakuwa unachoka sasa. Ni Simba anakuwa kama vile Mtibwa, Simba anakuwa kama sijui Prison, ni kitu ambacho kinakuwa manake akileti laza. Kwa hiyo kwa aina yoyote yani, mimi kwa fikira zangu kabisa na imani kabisa hmm, itapokuwa kivyo kivyovyote, Simba leo lazima anashinda na uhakika kabisa, leo Simba anashinda. E bwana, leo mnyama Simba anaibuka na ushindi kama ambavyo umezungumza. E bwana, kauli ya kocha Davis Fadu eh, kusema kwamba wenye pressure katika mchezo huu ni Young Africans, sio wao Simba, hii e inaashiria nini kuelekea mchezo huu na maana kubwa maana kwa nini, nani si, Yanga ana pressure kuliko Simba imba? Mm, mwenye pressure sio Yanga, sisi mashabiki sisi, kama sisi mashabiki kama ambao wapenda soka manake. Sisi hatuna pressure. Kwa sababu moja kwanza, mechi ya leo hata tukipoteza kwa, kwa Simba, bado manaake sisi tuna advantage ya kuongea, tumekupiga wewe mara tano mfululizo hapo. Wewe saizi ulipo manake, una unapunguza ule uteja. Mtu mkubwa kabisa ana pressure ni kocha, kocha wa Yanga. Kocha wa Yanga hajacheza dabi. Kwa hiyo kocha ana pressure dhidi ya, ya Simba Sports Club. Hata ukimsikiliza maongezi yake unaona kabisa manake alipo ana pressure. Hata ukimsikiliza ile press yake jana alivyoongea, eh. Unaona kabisa kwa manake anafanyaje ana pressure. Kwa hiyo yule yeye ndo ana pressure. Na mimi kiukweli kabisa naongea kutoka moyoni kabisa, mimi kocha yule bado sijamwelewa yaani, wewe unaona yaani naongea kabisa kocha huyu kocha uwezo na uona kabisa uwezo ni mdogo. Timu Yanga tunao timu nzuri, tuna wachezaji wazuri, wachezaji wana vipaji wapo pale, lakini wachezaji wale hawezi kufanya kitu chochote kama kocha manake ana kitu ana mbinu mbadala. Tunaona mechi kwa mechi hii hapo hii ya juzi ya nani, siku ya mwananchi hapo, yani jinsi inavyocheza kipindi cha kwanza, kipindi cha pili, yani vipindi vyote, yani manake wajua, mpira unagaiwa manake kwa vipindi manake 15, 15, yani awamu tatu, yani inaweza kukutao awamu nne unaona kabisa ni yeye ni awamu zote ni yuko vile vile kabisa ni hana kubadilika. Sasa kama unakutana na timu ambayo manake imeshakusoma kusoma, lazima itakuadhibu tu, wewe ubadiliki wala nini. Yani wewe formation yako ni hiyo hiyo tu moja tu, dakika tisini zote, alafu wachezaji wenyewe wanakata pumzi, wanaweza kacheza dakika thelathini, dakika zilizobaki zote wamekata pumzi. Kwa kweli, mimi sijamuelewa kocha, kocha bado hujamuelewa kutoka moyoni kabisa, huyu kocha ana kitu ambacho chakuja mimi maana yake ni kunifanya niweze kumwamini afanye kitu mpaka mimi nije hapa nisimame tena kwenye media niseme, eh huyu hapa, yes, huyu kocha. Lakini kwa sasa hivi na ni kwa mechi mbili ambazo nilizokuwa nimemwangalia mimi, kocha bado sijamuelewa. Eh bwana kocha Lomain Falls leo anaweza akafungusha virago kwenye mchezo wa dabi eh, katika eh, mchezo ambao unafanyika leo pale Benjamin Mkapa eh, inawezekana kwa sababu kitu cha kwanza manake tutataka kukiangalia manake ni performance ambayo ya timu ambayo itavocheza mm. Kama unafungwa alafu una timu performance yake ni mbaya, aina budi ya ni manake anatupisha tu mapema tu. Sisi tunajuaga tuchelewani siya tuchelewi ya ni tutakagi za ama litukute mapema tu anapita huko ya ni mwisho na, hii mechi ya ni manake ndo ya ni manake mabegi atangulizage kabisa ya poto. Ah, bwana. Nakwambia hivyo. Hii mechi imechelewa, nakwambia hivyo, mamegi atangulize airport. Yaani, lolote lile likitokea, cha kalongwa watu, sisi hatuna habari naye kabisa, kwa sababu nimeshaona mpira wake ni, ni wa faida sio Yanga ambayo niloizoea. Yanga haichezi mpira ule bwana. Yanga haijavunjika kikosi sana, wametoka wachezaji wawili tu yaani, na maana ndio ibadilike kweli kwenda kuniambia eh, kocha Romain Folz leo ajiandae kuondoka ndani ya klabu ya Africans baada ya mchezo wa Simba dhidi ya Yanga. Sisi hatulembi, hatuna ah, kulemba mwandiko yani. Sisi hatulembi mwandiko. Wewe, wewe kama unakumbuka vizuri unakumbukumbu kuna kocha mm, au sio? Alishinda mechi tano mfululizo. Mechi tano na mechi ya mwisho akamkanda mtu goli tatu. Alafu watu wakapita naye. Umeona? Unajua kwa sababu gani alifukuzwa? Kwa sababu tulikuwa tunashinda lakini tunashinda, tunashikilia roho sasa. Si mashabiki wa Yanga tujazoea kushikilia ya roho? Unashinda goli moja, unashikilia roho dakika tisini yote. Sisi hatujazoea vitu hivyo, tushazoea mtu na mkanda tatu nne tano. Umeona? Asabu wote, kwa sababu muda wote manake tunashikilia roho sasa. Hiyo mazoea yao, sisi hatuna. Yanga Yanga tushazoea sisi hmm. Eh, unajiamini sio? Ushashinda sasa goli tatu nne, lakini goli moja dakika tisini zote, goli umelipata dakika ya pili, ya pili goli umepata dakika 90 zinaisha mtu umeshikilia roho tu, hatuwezi. Kwa hiyo yani, maana yake ni hii mechi ya leo hii, kocha mabegi atanguliza ya kabisa yapoti